Urusi imetangaza kuwa iko tayari kupanua ushirikiano wake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika nyanja zote ikiwa ni hatua inayoashiria kuimarika kwa uhusiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili yanayokinzana na, na Magharibi. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alisema Jumatatu kwamba Moscow inathamini uhusiano wake na Tehran na iko tayari kuendelea kushirikiana katika maeneo yote ya kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Urusi iko tayari kupanua ushirikiano na Iran katika nyanja zote. Iran ni mshirika wetu wa karibu na mahusiano yetu yanakuwa kwa kasi kubwa zaidi, alisema Peskov alipoulizwa kuhusu msimamo wa Moscow kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kauli hiyo inakuja baada ya miezi michache tangu Marekani na Israel kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran wakiwa na lengo la kuzuia Tehran kupata silaha za nyuklia, madai ambayo Iran imekanusha mara kadhaa. Peskov aliongeza kuwa nchi za Ulaya zinaweka shinikizo la kupita kiasi kwa Iran kuhusu mazungumzo ya nyuklia, hali ambayo alisema inafanya hali ya kidiplomasia kuwa ngumu na nyeti. Kufuatia tangazo hilo, mjumbe maalum wa rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kukutana na Ali Larijani, katibu wa baraza kuu la usalama wa kitaifa la Iran siku hiyo hiyo Jumatatu. Hii ni wiki moja tu tangu Larijani akutana na Putin mjini Moscow, ambapo alimkabidhi ujumbe maalum kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Khamenei. mwaka huu Putin na rais wa Iran Masudi Pezeshkian walisaini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati, ingawa haujumuishi kipengele cha ulinzi wa pamoja. Moscow imesisitiza kwa usambazaji wake wa vifaa vya kijeshi kwa Tehran ni wa kisheria, huku Iran ikijulikana kwa kutoa ndege zisizo na rubani, yani drones, zinazotumiwa na Urusi katika vita vya Ukraine. Aidha, kampuni ya nyuklia ya serikali ya Urusi, Rosatom, ilisaini mkataba wa thamani ya dola bilioni 25 na Iran mwezi uliopita, kujenga mitambo minne ya umeme wa nyuklia. Iran ambayo inakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme, kwa sasa ina kiwanda kimoja pekee kinachoendeshwa na Urusi katika jiji la Bushehr kusini mwa nchi hiyo. Uhusiano wa Moscow na Tehran umeimarika tangu Urusi ilipoanza uvamizi wake nchini Ukraine mwaka 2022. Mataifa haya mawili yote yakikabiliwa na vikwazo vya kimataifa kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya yamegeukia ushirikiano wa kiuchumi, kijeshi na kiteknolojia kama njia ya kujilinda dhidi ya shinikizo la Magharibi. Kwa upande wa Urusi, Iran ni mshirika muhimu katika Mashariki ya Kati hasa katika masuala ya nishati na usafirishaji wa silaha. Kwa Iran, Urusi ni ngome ya kisiasa inayoweza kuizuia Marekani kuathiri mpango wake wa nyuklia na ushawishi wake katika eneo la Guba. Wadadisi wa masuala ya kimataifa wanaona ushirikiano huu kama sehemu ya muungano wa mashariki unaochipukia unaojumuisha pia China unaolenga kupunguza nguvu za Marekani katika masuala ya dunia. Mara kadhaa, Urusi na Iran zimepinga vikali uingiliaji wa Magharibi katika siasa za Mashariki ya Kati, zikiituhumu Washington kwa kuendeleza migogoro kwa manufaa yake ya kiuchumi na kijeshi. Tangazo la Kremlin linadhihirisha dhamira ya Urusi kuimarisha ushawishi wake katika Mashariki ya Kati kupitia ushirikiano wa karibu na Iran. Kadri mataifa haya mawili yanavyokabiliana na vikwazo vya Magharibi, ushirikiano wao unaonekana kugeuka kuwa nguzo muhimu ya usawa wa nguvu duniani, hasa katika kipindi hiki cha mivutano ya kijeshi, nishati na nyuklia.